Mwongozo wa kujifunza Biblia hii ikiwa ni robo ya pili mwaka 2025. 225 na juma hili tumeangazia somo la tatu lisemalo Tamathali za Semi kutoka katika ndoa. Leo ni Aprili 18, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi, soma Yohana Mtakatifu sura ya pili ya kwanza hadi 11, Mathayo 22 ya kwanza hadi 14 na Wakorintho wa Pili sura ya 11 ya kwanza hadi ya tano na Mathayo 25 ya kwanza hadi 13. Mara tu unapotambua ni kiasi gani cha habari kinapatikana katika sehemu nyingine ya Biblia ili kukusaidia kupanua uelewa wako wa unabii unaweza kujaribiwa kukitumia kupita kiasi. Kwa karne nyingi, Wakristo wengine wamesisitiza ishara na taswira vinavyopatikana katika visa vya Biblia hadi kufikia hatua ambapo kwa wazi wanaanza kuchukulia masimulizi ya kihistoria kama hekaya. Wakati ambapo tabaka za maana zinapatikana karibu kila mahali katika maandiko ni lazima tukumbuke daima kwamba Mungu ana namna ya kuchukua matukio halisi ambayo yanahusisha watu halisi na kuyatumia kutufundisha mambo yanayohusu kushughulika kwake kwa, kwa baadaye na kanisa. Kwa mfano, karamu ya arusi huko Kana inaweza kutoa umaizi juu ya sitiari ya ndoa inayotumiwa na unabii. Lakini arusi ilikuwa tukio halisi. Neno la Kristo liliwakirimia kiasi cha kutosheleza karamuni. Hivyo wingi wa neema yake hutolewa kuondoa uovu wa wanadamu na kufanya upya na kuitegemeza nafsi. Ellen G. White, Tumaini la vizazi vyote, ukurasa 127. Au kama anavyoandika hapa, Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake, wakati ambapo mambo ya siri ni ya Bwana mungu wetu lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Amosi tatu saba; Kumbukumbu la Torati, 29:29. Mungu ametufunulia haya mambo na baraka yake itadhihirika kwa kusoma maandiko ya kiunabii kwa maombi na kwa unyenyekevu. Tumaini la vizazi vyote, sehemu ya kwanza, ukurasa wa mia mbili na nane. Maswali ya kujadili, swali la kwanza. Soma Yohana mbili 208 ya ya kwanza hadi kumi na moja. Vipo vipengele vingi katika Injili ya Yohana vinavyoashiria kazi ya Kristo ya wakati ujao. Na wafafanuzi wameona namna ya makusudi ambayo Yohana anawapeleka mbele wasomaji wake kwenye msalaba. Ni wapi unaona vipengele mbalimbali mbali vya tabia ya Kristo na ufalme ujao vikidhihirishwa katika kisa hiki? Inatufundisha nini kuhusu mpango wa wokovu au kuhusu karamu kuu ya harusi iliyoahidiwa kwa mwana wa Mungu? Swali la pili. Mfano wa wanawali kumi unajulikana sana na unapendwa sana na wanafunzi wa Biblia. Kisa hiki muhimu kinatufundisha nini kuhusu matukio ya siku za mwisho? Je, ni muhimu kwamba bwana harusi amekawia? Ni masomo gani ambayo mfano huu unaweza kutufundisha kuhusu mahusiano yetu binafsi na Kristo dhidi ya jinsi Kristo anavyohusiana na kanisa kwa pamoja? Swali la tatu. Fikiria juu ya desturi za uongo zilizoingia katika Ukristo kutoka nje ya imani. Kando na ile iliyo dhahiri, Jumapili kinyume na Sabato ya Biblia ni imani zipi zingine za uongo zimeingia? Zimeingiaje? Na tunaweza kufanya nini si tu kujilinda dhidi yake, bali kuwasaidia wengine waone jinsi zilivyo hasa? Ni kwa njia gani ujumbe wa malaika watatu ni jaribio la kufanya hivyo hasa kusaidia watu Kuona imani za uongo zilizoingia katika imani. Mungu akubariki.